Huku polisi wakishikilia kuwa marehemu walipelekwa katika hospitali ya Mbagadhi kwa matibabu, ripoti kutoka hospitali hiyo inatoa picha tofauti ya kuhuzunisha. Kulingana na afisa wa afya aliyekuwa zamu siku hiyo, Albert Ojwang alifikishwa hapo saa nane za usiku. Kile ambacho wahudumu wa matibabu walikutana nacho hakuwa mtu anayehitaji matibabu ya haraka, lakini mwili uliokuwa na dalili za kuteswa. Kulingana na ripoti hiyo, uso wake ulikuwa umevimba sana, mwili wake na viungo vyake viliharibiwa na michibuko mingi Damu ilikuwa ikitoka nyuma ya kichwa chake, mdomo na macho yake. Nyuma ya kichwa chake kulikuwa kumekatwa, mwili wake wote ulikuwa baridi na alikuwa haitikii. Wauguzi wa zamu siku hiyo wote wawili walisema kwamba walipo utathmini mwili huo walidhibitisha kuwa Ojwang alikuwa tayari ni maiti. Ripoti kutoka hospitali pia inasema mwili huo ulifikishwa hapo kutoka kituo kikuu cha polisi ambacho pia ni mahali ambapo Ojwang alifariki huku polisi wakishikilia kuwa walimpata Ojwang akiwa hana fahamu na kumkimbiza hospitalini saa saba na dakika thelathini na tisa dakika chache kabla ya kuwasili kwake Mbagathi. Ripoti ya hospitali inaonyesha kwamba hakuwahi kupata nafasi ya kuokoa maisha yake akiwa mikononi mwa polisi. sito fahamu hii ya muda wa kuwasili kwa Ojwang Mbagathi ni moja tu ya maelezo yanayokinzana kuhusu kifo chake. Hapo awali polisi walikuwa wameeleza kuwa Ojwang alijisababishia majeraha lakini undani wa majeraha makubwa kama ilivyoonyeshwa kwenye ripoti na hivyo kuthibitishwa na matokeo ya uchunguzi wa maiti ulionyeshwa alipigwa hadi kuwaga dunia. Brenda Wanga, yo we wadaku, msijifanye hamjasikia vile Citizen imesema kumaanisha, Albert Ojuang alipigwa, na niliwaambia Albert Ojuang alipigwa huyo jamaa alionwa wo, huyo jamaa alionwa wo, hata waseme nini, hata waseme nini, walionwa wo. Hata hiyo sio shida, polisi walikuwa wanataka kutuona sisi matako yao, walikuwa wanataka kutuona sisi matako yao yenye wanakunia. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu statement ya kwanza, the first speech, ndio tunaangalianga So, kumaanisha hawa polisi ni waongo na wao ndio walimkua. Kwa nini nasema hivyo? Walisema ya kwamba ati Gilbert Ojuang alifanya nini? Alijigonga kwa ukuta. Na msijifanye mumesikia vizuri. Gilbert alipigwa, alipigwa na mambao huku akapigwa huku akapigwa. Na niliwaambia huyo jamaa mpaka kufika mahali ya kufe. Alikuja akapigwa huku nyuma na bunduki hiyo kichwa ya bunduki ndio ilimpiga huku nyuma, hiyo bongo ikachanganyikana na damu. Sasa wakati ili, ili, mahali pa kusukuma damu hapakukuwa panapatikana. Sasa ndio hiyo ibongo kaganda na akakufa. Sasa wakati alikufa, wakaanza kufikiria maybe Ojwang amelala, Albert amelala, ndio kumpeleka pale Mbagathi eh, hospital. Inasemekana ya kwamba alienda kama akiwa mkufi Ojwang mafuruge Baba usilale teremusha, hao watu wazungushe kabisa, wa confuse kama makonge, gonganisha hao watu each and every day, kila mtu ajisaliti na ajiseme one by one. Mtoto ambaye mtoto mmoja yuyo Albert Ojuang, mama yake amempata na shida, mama yake alitembea kwa maombi, mama yake alitembea kwa waganga, mama yake alitembea kila mahali akaombewe alikuwa na shida ya uzazi. Mungu akambariki tu na hiyo kizazi kimoja tu hiyo mayai moja tu, tu hivi na akambariki na mtoto kijana. Wamemuulia huyo mtoto huyo, tuna roga. I'm telling you guys huyu, na yeye hatumwachi free. Huyu tuna roga, yaani imagine alifikishwa Mbagadhi akiwa mtu ako maiti, na alafu wanampeleka kwa hospitali. Polisi ambao walimfikisha wakaandika statement ya kwamba ati amejigonga kwa ukuta, kumbe huyu jamaa amepigwa. Wakati walienda kufanya postmortem, ikasemekana ya kwamba alipigwa, ndio maana sasa wakaanza kufanya nini, kujisema Ikaanza kusemekana ho oh, mwenye alikuwa kwa duty ho oh, mimi naongea hivi, wacha tu nikujiwe na gari, wacha tu niletea helikopta, wacha tu nirudi nyumbani niuliwe, it's okay but kwa, kwa mkuu wa mtoto wa mtu no we will talk and justice for Albert Ojuang, justice for Albert Ojuang. I'm 100% sure wakati watazika Ojuang hiyo story ndio itaisha. Hii story hakuna kuisha. Hii tunaroga huyo tunaroga watajua sisi ni waluya na si wajaluo tunakuanga kitu kimoja hivi, huanga tunapigananga tuile tu, tu, tu, but tuko hivi, huyo tunaroga. Can imagine who does that? Yule police officer mwenye alikuwa on duty, kwa sababu ya watu watu wameharibiwa majina kwa mtandao. Watu tu kama sisi tumeandikiwa mpaka rest in peace. Sisi tuliharibiwa jina, jina yetu iliharibika. Uhuru ameharibiwa jina, aliuwa nani? Aliua nani? Alikuwa ana tumanisha watu na nani na Subaru? Hata Uhuru Mwegai hakuwahi tumana na Subaru watu wakaue wananchi wake, no. Yeye alikuwa ameharibiwa jina, lakini alimaliza tamu yake akaondoka. Kila mtu duniani ameharibiwa jina. Kama ujaharibiwa jina, jua wewe sio normal, normal, normal, yani person n yani active I'm telling you the truth and this is fact. Hii nayo ni fact, hakuna kupinga, hakuna kufanya nini, hakuna cha nini. Citizen imesema ya kwamba huyu Albert Ojuang alipelekwa kule Mbagathi akiwa amepigwa, ndio akachukua hiyo mwili wakapeleka pale City Mochari, hiyo mwili walipeleka City Mochari kwa sababu Mbagathi na City Mochari ni hivi zinaangaliana. Wakati walitoa postmortem, ndio ukweli ukajulikana. Guys, hebu mu niambie, hata kama ni nyinyi hamtaroga, hata kama ni nyinyi hamtaroga. Kuna wimbi naimbangaje? Abraham na Sara waliishi miaka mingi bila kumpata mtoto hata mmoja, bila kumpata mtoto hata mmoja. Abraham kweli alimwamini Mungu wake sana. Sara kamzalia mtoto kijana akamwita ah, Isaka mwana wake wa pekee. Mungu Mwenyezi alimwambia Abraham, chukua mtoto wako ukamtolee sadaka. Kwa ile uaminifu ambayo Abraham alikuwa ameamini Mwenyezi Mungu, ndipo Sara akakuja akamzalia mtoto mmoja Isaac. Huyu Isaac ni mtoto wake mmoja peke yake wa babake, wa Gilbad wa kinake, babake nani, kwa kina Ojuang, kwa boma ya Ojuang. So guys huyu tunaroga, this is the fact. Hii naye tunaroga kama ulihusika na kutachi mtoto wa mtu, enda ndani ii hakuna cha kusema, ashikwe police station, no. Hakuna cha kufunga mtu rumande, no. Wakufe one by one, wauane wenyewe kwa wenyewe, wachinjane wenyewe kwa wenyewe. Who does that? huyu mama ameangaika sana na mtoto wake nani. Mwanamke wewe, unazaa unabeba mimba miezi mitisa, mtu wangu nine good fucking months, haulali haufanyi chochote, mtu anakuulia mtoto wako. Huyu tuna roga, huyu tuna roga Baba aenda anunue uswadi na anunue na kifagio, akuje ni mpee prosija ya kumuzika huyo. Hiyo kitu ilifanyikana kule western mahali fulani, siwezi kupataja. Kuna jamaa aliuliwa kwa makosa yenye sio yake, wakaua innocent person. Na waligonga nyumba mbaya. Kuna damu yenye unaweza kuua na kuna damu yenye unaweza kuua ikakuacha na kuna damu yenye unaweza kuua ikakufata ikakuangamiza maisha yako yote. Waliua huyo mtoto wa mutu wakati walimuua baba yake alisema, enough is enough, hii haitaenda furi. Alikuja akaroga mtoto wake, alizika mtoto wake na uswadi na kifagio na dawa ingine hapo, na kuambia waliuana, wale watu walikufa. Ep, what, ep Western, hiyo ilikuwa Western na ilikuwa ni kitu imefanyikana wadaku Western, kuua damu ya mtu sisi tunakuanga tunatembea kama tumechanjwa. Wacheni tuwambie, sisi sio Wakikuyu, sisi sio Wakalenjin, sisi sio Wameru, sisi sio Wakamba, sisi ni Waluya na Wajaluo. Tunakuanga tumechanjwa, hizi mwili zetu hizi mwili zetu zimechanjwa na madawa za makienyeji. Tunakuanga protected na madawa za kienyeji. Hii damu yetu imefiksiwa ndani na madawa za kienyeji. Ndio naonanga tunabelieve sana madawa za vienyeji kushinda hospitali. Wewe uko hapo uko na audacity na nguvu kuua mtoto mwenyewe, kisa na mahana amekuharibia jina mtandaoni, kukuharibia kukuaribiana na, hakusema uongo the truth. hiyo kitu yenye huyo jamaa alisema, ladies and gentlemen, my guys mauchari wadaku, hiyo kitu yenye huyo jamaa alisema ilikuwa right na ni kitu ilikuwa kwa gazeti 2021. what the fuck? 2021. that thing ilikuwa imechapishwa kwa gazeti ya Daily Nation fak you mkubwa wa polisi anakula pesa mingi, na wapi uongo? Unajua ndio nimekuja kujua ya kwamba hawa watu wanauananga kwa sababu ya ukweli. The moment unaambia mtu ukweli inamuuma, alafu anakuua. Who does that? Mmekanyaga luya, mmekanyaga landi Yani, mumekanyaga Luo Nation, yani mmekanyaga Luo Nation, yani ja Luo Land, mumekanyaga wrong house this time round. Musiposemezana, watoto wenyu watauana wenyewe kwa wenyewe, we don't care hii. Tuna roga huyo mbaba, izilia hivyo bure. Who does that? Who does that in this generation, wadaku? Nani anafanya hivyo? Nobody, nobody. Hii, ndiyo, hi, hii matanga ya ujuangi hii hii imetetemesha dunia mzima I'm telling you the truth. Hii imetetemesha dunia mzima, tunaongeleleanga kwa wakufi, lakini huyu mkufi wa ujuangi ametutetemesha ametetemesha bingu na ardhi zote zimetetemeka, na ndio nakuambia haje, hii na iendi furi. wameguza wrong number. hii haiendi furi. Wa like it wakose kulike it, tunaroga huyo jamaa huyo jamaa anahusikwa na madawa watachemusha madawa wamwogeshe waende wamzike, nayo mtauana wenyewe kwa wenyewe, wenyewe kwa wenyewe We. Yaani wadako, hakuna kitu imeniuma kama kifo ya Albert Ojuang. Hiyo kifo imeniuma, kifo ya Albert Ojuang imeniuma. Nani, mtoto wako mmoja peke yake, yule ambaye Mungu amekupea, huyu mmoja tu peke yake, watu wanacheza na, wa, na yeye. Who does that? Let the, let's call a spade a spade. Huwa ni kuue, malipo ni hapa hapa. Wapi duniani? Hakuna cha kulipa Mwenyezi Mungu. Sahii, tuchukue Mwenyezi Mungu tumwambie bro, wewe enda tembea Come baby come, karibisha shetani, karibisha shetani mwambie, my darling, my sweetie. I love you honey, come sweetie swit mm. Chukua madawa, roga huyo mtu, ziba zibaena madawa na make sure hiyo cemetery yake mumepiga plaster with immediately effect. Wanaenda kufikiria maybe wanataka kuchoma usiku, mumeshamaliza. Wale watu walibebana na nduzi vile walibebana na nduzi hivyo hivyo tu ndivyo watabebana, watauana, watakulana, watanyonyana, watafanyana everything. Kama umeua Albert Ojuang mkono yako imeguza huyo, hata utembee kwa waganga uende ujifunike uende ufanye nini, you are dead, thank you. So it is not because it was an accident that Ojuang was picked or chosen